ngombe ya bichaa rkae na masiye. Hawa ndio mashujaa wa siku hii ya leo, mashujaa kutoka jamii ya Wamijikenda ambao walitembea kilomita mia tatu hamsini kutoka Kilifi kwenda Chonyi, Rabai mpaka Gul, Pongwe na kwengineko. Zumani mwaye be nangire mufalume wa zuma alume fungani nguo zagwira beni kashanga mwana wa tsangazimi undatsekwa ni marika karinda mimi nanyonga nasukuma kayambe nakuchema dzata murauko wangomapaka osole ilikuwa je safari? Ukitoka hapa uko sawa. Hey. Eh. Ni mtu wa ngoma ya namba Hey. Kwa hivyo sasa, niliposhikana na hao wenzangu tukaja polepole mpaka pole hapa. Kutoka Jaribuni mpaka hapa ni mbali, lakini pia tunasikia uchovu, lakini ule uchovu ukiingia hapa wakati mwingine hukuwacha, sababu wengine sisi tunatumia soda ile ya, ya juu kwa mnazi. Hey. Kwa hivyo hey, tunafurahia sana hii safari hii ilikuwa ko nzuri, na hata mpaka nyumbani pia wasikie raha. Kwa mimi nikirudi nyumbani kesho, nitawaambia vile ambavyo tumeona amesikia Raila vile ametuacha. Eh, yeah, nimesikia eh mm -hmm. yeah, habari hizi nasikia huzuni ya kifaa hicho cha baba yetu. We have partnered with Madka uh, Shamiri Africa hua tuna champion health culture women and youth empowerment and at the same time sexual reproductive health rights so tuna furahia tulivoitwa na Madka hapa we partner together for this work Mekatilili ni wetu and on this Mashujaa day as we walk in her spirit Uh, tunakumbuka alivyopigania wananchi wetu alivyopigania land yetu na alivyopigania the dignity of the Mijikenda. And uh, that is exactly what we are fighting for. We are fighting for where we belong. Kuna msemo wa Kimijikenda I have learned through the day, through the, this work, ambayo inasema foro kwao ni nyika. Yeah. Eh, ambayo inasema eh, ni zebra, hutapata zebra kwa the coast, yuko kule nyikani na kule kwetu huko ndo where we belong, that is our culture, our roots. That is where we belong. That is why we where we take pride in and that is where we feel safe. Kitaka kujua hondo wa ngoma lazima uingie ndani, sasa huko, sasa ndio tutapata mengi kabisa ya hawa mashujaa ambao leo ni siku yao, baada ya yote walioyapata njiani tunatembea tukieneza peace and we are grateful this is mashujaa day and we have learned a lot we will not stop fighting for gender based violence to end we, are, we will not stop fighting for our, for our elderly to stop the violence against the elderly ni siku ya mashujaa siku ya kuwaenzi mashujaa ambao wamefanya mambo mengi kwa ajili ya taifa letu ambapo pia tunamwenzi na kumkumbuka mwenda zake Raila Odinga. Ni siku ya hitimisho ya matembezi ya zaidi ya kilomita 350 yaliyofanywa na wazee wa jamii ya Mijikenda ambao wamefika hapa na wamekaa wanasherekea kufaulu kwao kwa matembezi haya, ambapo walikokoteza mambo ya amani kwenye experience ya wanamijikenda kwenye Meketali, Mekatilili Pisok, tumepata mafunzo mengi kupitia wazee wajali na kupitia maadili na tumejifunza kuheshimiana, kuele, kuelewana kushirikiana. Sisi kama jamii moja ya wapwani wa Mijikenda tuungane pamoja katika kudumisha amani, katika kutetea haki za binadamu, katika kukuza talanta zetu kitamaduni na pia katika kukuza mazingira yetu katika jamii. Kwa hakika tulitembea kilomita mia tatu na hamsini tukitokea Rabai, tukianza safari zetu Rabai, tukaenda Kayakambe, tukafika Chonyi, na mwishowe tukapanda Guruguru, tukishuka Tsangatini, tukielekea Bamba, na tukitoka Bamba tukaelekea Ganze, na kufikia Ganze ndo tukaelekea mwisho hapa beneath the Baobab, na pia ndo tunaendelea na tamaduni zetu sahii yamekuwa mazuri. Tumekuwa tuki uh, sambaza maneno ya amani, maneno ya kuhifadhi uh, mila na tamaduni za Mijikenda, na pia tumekuwa tukiangazia ishu ambazo uh, hazina maadili mazuri katika jamii ya Mijikenda. Tumeangalia changamoto kama za mimba za mapema, uh, utumizi wa mihadarati, uh, na mambo kadha wa kadha. Mwisho wa matembezi ilikuwa jana na leo ilikuwa ni kuja hapa kwa pamoja tusherehekee mambo ya Mashujaa Day. Mashujaa Day ni siku muhimu sana katika e, nchi yetu ya Kenya. Na sababu gani sisi tunafurahi leo? Tunafurahi kwa sababu e, Mashujaa Day haingekuwepo kama sim, sima mashujaa mekatili wameanza kuanzisha harakati za uhuru katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo tunaenzi Mashujaa Dei, hasa tukianza kumwenzi huyo shujaa wetu Mekatilili wa Menza ambaye mwaka wa 1913 aliweza kuanzisha vita ama harakati za ukombozi wa Kenya kwa kile kinachojulikana kama Giriama Uprising of 1913 1914. Kila mahali tulipoenda, tulipokelewa vizuri. Kule Rabai, Warabai walitupokea vizuri sana, na tukalala pale Rabai Cultural Center ama Kaya Mzi Mpya. Kisha tukatoka tukaenda Ribe, Kambe Ribe, ambapo tulika tulilala kule Maereni kwa cultural center pia hapo pia tulipokelewa vizuri sana. Matembezi ya mwaka huu yamefana sana yamefana sana na yale malengo pia nayo yanaendelea yakitimia, kwa sababu unapoleta watu pamoja utarajii kwamba kila kitu kitafanyika mara moja, lakini kadri unavyoona namba ya watu ikiongezeka unajua kwamba tunasonga, na si ya Wamijikenda tu. Uh, wengi ambao walihusika katika hii safari walikuwa uh, pia ni watu wengine hata wa kutoka nje. Sisi ni mashujaa na tunatambua mashujaa. Naomba roho ya shujaa Raila Odinga ambaye ni shujaa wa Kenya, shujaa ambaye amefanya mambo mengi sana kutufikisha hapa ambapo tumefika. Naomba uh, ile spiriti yake iongoze kutoka mashujaa wengine kama yeye ambao wataitetea hii nchi watatetea uinchi. Ndio hivyo basi, wazee hawa wamekaribishwa hapa btb na vijana, ambapo wanafanya fusion ya utamaduni wao na mitindo ya kisasa, ili kukupoteza amani na kudumisha mila na utamaduni ndio utamu wa utamaduni katika hitimisho la matembezi ya siku kumi na hapa wanafunzwa wageni ambao wamekuja kwa sherehe hizi za mashujaa hawa ni mashujaa ambao walitembea kilomita zaidi ya mia tatu hamsini ili kudumisha mila na utamaduni na kukokoteza amani ndanongoe nikayangoe zahendano nikiripotia koko fm mimi ni Lolani Kalu, Coco FM, ladha ya pwani.